Mapigano mapya yamezuka katika jimbo la Kivu kusini mwa Jamhuri ya Kongo ambapo vikosi vya kijeshi vya DRC vimekabiliana na wanamgambo wa M23. Takriban watu sabini wakiripotiwa kuuawa baada ya vita hivyo. Na kama anavyo tuarifu Emmanuel Tor, mataifa ya DRC na Rwanda yamenyosheana ya kidole cha lawama, kila mmoja akimlaumu mwingine kwa kukiuka makubaliano ya amani yaliyotiwa saini chini ya wiki moja iliyopita nchini Marekani. Ni mkataba uliotarajiwa kukumbwa na msukosuko mkali. Hafla ya kutia saini makubaliano hayo ikishamiri taharuki kati ya Rais Felix Tshisekedi wa DRC na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walioonekana kushukiana hata wakati wa kutia saini mkataba <tune> na siku sita tu baada ya mkataba huo, sauti za risasi na makombora ziliendelea kutawala anga katika eneo la Uvira, Kivu Kusini nchini DRC. Mashambulizi ya kitanda kati ya vikosi vya serikali na vile vya wapiganaji wa M23 Jumatano, taifa la Rwanda likitoa taarifa kukashifu DRC kwa kupanga mashambulizi ya angani na nchi kavu dhidi ya wapiganaji wa M23. Takriban watu sabini wameripotiwa kuwa

Matamshi ya Kigali yanajiri saa chache tu baada ya Kinshasa kurusha makombora ya maneno, Rais Felix Tshisekedi akiwaambia wabunge wa nchi hiyo kwamba Rwanda ndiyo inayofadhili M23 kuhujumu mkataba wa amani, siku moja tu baada ya kutia saini, makundi ya majeshi ya Rwanda yalitekeleza na kuunga mkono mashambulizi makali. Itakuwa sasa ngojangoja ngoja kuona kama makubaliano hayo yatadumu, makabiliano yakiendelea DRC mashariki. Emmanuel, tor runinga ya Citizen.